E bana, leo ilikuwa ni kesi siku ya kesi ya e, maombi ambayo ya yamewapeleka wakili msomi Kibatala e, dhidi ya madai yake ya kuhusiana na utekaji ambao umefanywa na Humphrey Polepole kuto kuonekana siku za hivi karibuni. Lakini wakili Kibatala aliwasilisha maombi hayo chini ya hati ya dharura e, siku ya tarehe saba ya mwezi huu wa kumi na kiomba mahakama E, itoe amri ya Polepole pole afikishwe mahakamani ama mamlaka husika e, ziseme e, Polepole yuko wapi. Lakini pia kwa mujibu wa hati ambayo ilisajiliwa baada ya kupokelewa kwa maombi e, kwa maombi hayo e, na imepangwa kusikilizwa mbele ya jaji Salma Magimbi ambapo katika maombi yake e, wakili msomi Kibatala ameiomba mahakama iingilie kati e, katikati mara moja, akidai kuwa Polepole pole alitoka nyara alfajiri ya Jumatatu Oktoba sita e, kutoka e, katika makazi yake ambapo alikuwa anakaa Ununio na watu ambao walikuwa wanashukiwa ku, ku, ku na utekaji huo walikuwa ni askari wa jeshi la polisi la Tanzania lakini katika hati hiyo ya dharura wakili Kibatala ameeleza mahakama kuwa eh, Polepole hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote la jinai katika mahakama yoyote na kwamba kwa sasa inaaminika anashikiliwa anashikiliwa katika eneo lisojulikana na maafisa wa jeshi la polisi maombi hayo yamesajiliwa dhidi ya yamewasilishwa me, ya dhidi ya wajibu maombi watano ambao akiwemo wa kwanza akiwa ni uh, mkuu wa jeshi la polisi IGP, na wa pili mwendesha mashtaka uh, mkuu wa serikali yani DPP na mwingine alikuwa ni mwanasheria mkuu e, wa serikali ambaye ni Attorney General, lakini mwingine alikuwa ni afisa pelelezi wa, miku, uh, wa, makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam, na wa mwisho ambapo ameju, amejumuishwa kwenye e, maombi hayo alikuwa ni polisi ni kamanda mkuu wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam yani RPC. Sasa leo ilikuwa ni siku ya e, kusikilizwa maombi haya ambayo yamepelekwa na msomi Kibatala na baada ya kusikilizwa maombi hayo, e, kesi hiyo iliahirishwa mpaka tarehe 15. Lakini baada e, ya ya mahakama Kuu kuahirisha kesi hiyo e, ms wakili msomi Kibatala alipata nafasi ya kuongea na waandishi wa habari, na haya ndo ambayo ameyaongea, tusikiliza. Bihaya. Mama ameturuhusu tuje mahakamani kwa sababu mbinu nyingine zote mpaka sasa hivi hazijazaa matunda. Kwa hiyo wakati juhudi nyingine zinaendelea, basi na juhudi za mahakama pia e, zimeelekezwa katika kujaribu kufahamu Humphrey Polepole yuko wapi na hatima yake ni nini, na huko alipo e, hayo ambayo haiba yake nio isema yatasikilizwa mbele ya mheshimiwa jaji Salma Majimbi mnamo tarehe Jumatano tarehe 15, 15 Oktoba mwaka 2025, na hapa katikati tume, sisi tuliomba e, kuleta ku, kiapo cha nyongeza kwa sababu kwenye jambo la NHI taarifa mnazidi kuzipata, muda unavozidi kwenda unakuta e, kuna, kuna vitu vimefahamika baada ya ile siku ya tukio tarehe 7 na 8 na vingine vimefahamika leo, kwa tumeomba hizo e, taarifa za ziada tuweze kuzileta kiziada, na wenzetu wamepewa muda wajibu mombe wote, IGP, mwanasheria mkuu wa serikali kumi na nne mwezi wa kumi. Wao wameleta e, majibu hapo, of course huku watasema hoja tulizozitoa za kwamba pole, Balozi Polepole aliondoka kwenye mazingira haya na yale, na wao wanapata nafasi ya kujibu labda na kuelezea pengine ufahamu wao yuko wapi ya kumi na tano mwezi wa kumi mwaka wa tano saa tatu na nusu asubuhi eh, maombi hayo yatasikilizwa. Ya, mahakama imesema ni busara eh, kwa sababu kila upande una haki ya kusikilizwa, ni kujua basi kuja kuiambia eh, mahakama nini wanafahamu kuhusu Polepole, ili mahakama sasa baada ya kusikiza pande zote mbili iweze kutoa E, majibu sasa ya kimahakama kwa nature ya shauri lenyewe. ya Basi naomba kwa niishie hapo kama nivyosema, e, mama ni mtu mzima kwa tusimsimamishe sana na nafikiri taarifa inajitosheleza.